Na kwanza kabisa wakati ambao tutakuwa tunachapa gumzo nao waweze kutujuza majina yao, kisha tuendelee na gumzo. Karibu majina. Majina, Brian. Kwa mimi ni karibu. Asanteni sana Brian pamoja na Otieno. Uh, ni jambo la busara na tena ni nafasi nzuri wakati ambao tutakuwa tunachapa gumzo kama wanufaika wa taasisi ya Umoja, kwani Umoja umeweza kufanya vitu vingi katika maisha yetu, na pia tuna uh, wazo pamoja na matumaini makubwa kwamba siku za usoni tutakuwa tunafanya vyema zaidi. Kwa hivyo wakati ambao tunataka kuchapa gumzo, uh, maswali ambayo yatakuja, uh, yatakuwa yanatusaidia zaidi na uh, kuangazia taasisi hii ya Umoja. Kwa hivyo nitakuwa uh, nawajuza kwamba maswali ambayo yanakuja yatakuwa yanaguzia taasisi ya Umoja na jinsi ambavyo Umoja imeweza kutoa manufaa katika maisha yetu. Kwa hivyo m, katika taasisi ya Umoja, Umoja limeleta msaada gani katika maisha yako kama mnufaika? Acha nianze na mwenzangu Brian. Asante mwenzangu. Ah, kitu cha kwanza ambayo ambacho Umoja imeweza kutusaidia nayo maisha ni karo ambayo ni mara nyingi nakonga tatizo sana. Pia unapata ya kwamba hali ya nyumbani sio hali nzuri ile. So kwa mfano unaweza pata ya kwamba mmoja ameleta, tunaitwa kupeana blanketi, ile ni kitu ambacho tunafaidika nayo. Tuko na tunapewa chakula wakati mwingine na pia shule ya msingi. Uh, miaka mingi ya ambayo manufaa kwa mfano kupata hiyo chakula cha mchana pamoja na kupewa hii sare ya shule. Sare ya shule. Hiyo kwa wale walio kuona kusaidia sana. Ni baadhi tu, moja mbili tatu, ambazo zinaweza kutusaidia. Siwezi nikataja zote, labda Mzamo anaweza kaongeza zaidi. Asante sana Mzamo, Taasisi ya Umoja iweze kuleta msaada katika maisha tangu uweze kukutana na. Asante sana, mimi upande wangu moja niweza kusaidia yes. Vile vile huko uh, nyumbani unapata, kuna wakati mwingine atukuwa na nyumba mmoja yajitokeleza, wakati ujengia nyumba huko shule za dhati naweza kusikia mambo ambayo Umoja imeweza kufanya kama taasisi. Naam, ni kitu cha busara ama ni jambo la busara sana, wakati ambao taasisi inakuja na inabadilisha hali ya jamii pamoja na wanafunzi. Kwa hiyo uh, asanteni sana kwa uh, mambo ambayo imeweza kuataja kuhusiana na, na taasisi hii ya Umoja. Labda uh, niingie katika swali la pili, ambapo uh, nitauliza hivi Kabla wewe mwenyewe wewe binafsi ama wewe pamoja na familia yako muweze kukutana na taasisi hii ya Umoja, hali yako ilikuwa vipi? Mm, mwenzangu, e, unapata mara nyingi, ah, watu unapata mara nyingi watu wakitaka kuzungumzia ile maisha ya maisha ya kabla mm -hmm. ya Umoja. Unapata mara nyingi watu wataki kuzungumzia sana, kwa sababu ni hali ya uzuri

Sante sana mm. Ni maneno ambayo yanapendeza kweli kweli, manake hapo awali hali haikuwa hali, lakini sasa hivi angalau wanaweza zungumza kwa ajili ya taasisi hii ya Umoja, kwani umeleta mabadiliko katika maisha yao. mm. Swali la tatu ah, ni kwamba ah, ni kitu kipi ama ni kitu kipi cha kipekee ambacho umeweza kujifunza katika taasisi hii ya Umoja baada ya kujiunga nao?

Akuna wengi ambao neteza akasaziuenanidhamu aao wanazungumzia nidhamu na nidhamu, hmm, ni, ni kitu cha thamani zaidi, maana usipokuwa na nidhamu hauwezi pata usaidizi wowote. Asanteni kwa ma, majibu hayo. Na wakati ambao tunakaribia kukamilisha uh, gumzo letu, labda niweze kusema hivi, kuna wale wanafunzi ama vijana ambao wanajua Taasisi ya Umoja inafanya mambo gani na inaleta manufaa gani katika jamii pamoja na katika maisha ya wanafunzi, lakini wengi wao hawako katika Taasisi ya Umoja. Ni jambo lipi ambalo ungeweza kuwaambia wale vijana ambao

Uh, ni janguliko ambalo ungeweza kuambia wale vijana wa, ambao wanateseka kule nje lakini hawajaweza kujiunga uh, ama kunufaika kutokana na taasisi kutoka na, ya Umoja. Okay. So first of all, So the asante sana, mambo mengine yanapendeza kelikweli, ukiangalia jinsi ambavyo Taasisi ya Umoja inaendelea na maisha ina, ina, inaendelea pamoja na kusaidia maisha ya vijana kule nje pamoja na familia tofauti tofauti, ni kitu ambacho kinaleta matumaini labda tumalize tu na swali la mwisho, kwamba uh, ni kitu gani ambacho ungeweza kuambia wale wanufaika ambao bado ni wanafunzi na wanaendelea wanaendeleza masomo yao katika vyuo vikuu tofauti tofauti?

Jambo ambalo linapendeza, jibu ambalo linapendeza kweli kweli. Labda ni manizu na hapo ute awali, unaweza kusema utakuwa unajiunga na, na chuo kikuu labda. Upande wako wewe kibinafsi, unachukuliaje jambo hili wakati ambao taasisi ya Umoja inaendeleza masomo yako na uko tayari kujiunga na chuo kikuu? Ni nini aswa ambacho utaweza kufanya ukiwa katika chuo kikuu na kiwezi kukusaidia katika maisha yako ya usomi?

Mm -hmm. Then we we we call for you you, now high schoolers. Kumbuja is The through mm -hmm. Yeah, Yeah, are two here, but we represent thousands of mm -hmm. yeah, this thank that. Labda, nikitoka upande wako. Neno moja, kutoka kwako. Kwa taasisi ya Umoja

wakati hadi mahali ambapo umeweza kufika maneno yako ya mwisho kwa Taasisi ya